Hello, habari mpendwa mtazamaji wangu popote ulipo, habari za muda huu unaendeleaje? Mimi sijambo, namshukuru Mungu sana sana, naendelea kukuletea tiba na mafundisho mazuri ya miti kwa majina. Yangu mimi naitwa Dr. Merry, mtafiti wa miti mbalimbali mbali na mtabibu pia. Mpendwa mtazamaji wangu kama wewe unaungana na mimi kwa mara ya kwanza utazama hii video ninakuomba usubscribe, bonyeza alama ya kengele kupata video zangu kwa urahisi kabisa na kwa wakati sahihi. Popote ulipo mpendwa mtazamaji wangu, tazama video hii mpaka mwisho uelewe hatua kwa hatua, naenda kukuelekeza nini katika huu mmea. Huu mmea ni mmea wa mpapai, mpapai unaitwa mpapai dume huu hapa ni mpapai ambayo hauzai matunda. Kazi yake ni kutoa maua tu kwa ajili ya kuzalisha kwingine. Kwa hiyo huu ni mpapai dume. Mpapai dume huu una sifa nyingi sana. Kwanza kabisa, majani ya mpapai huu unaouona hapa ni tiba ya malaria, ambao utachukua majani ya mpapai huu utachanganya na muhina, wengi wanaofahamu muhina, lakini pia utachanganya na mchaichai. Ni tiba nzuri sana ya kukomesha malaria na UTI. Kwa hivyo mpendo mtazamaji wangu, sifa ya kwanza ya huu mti ni majani yake, ambayo utatumia katika kufanya tiba ya malaria na UTI, kwa kuchanganya miti miwili ambayo itakuwa, jumla una miti mitatu ya kuchanganya pamoja na kuchemsha. Utakuwa unakunywa glasi moja kutwa mara mbili glasi ambayo ni kubwa utakuwa unakunywa kutwa mara mbili kwa muda wa siku saba mfululizo, asubuhi na jioni, kwa ajili ya kutibu UTI na malaria. Mpendwa mtazamaji wangu, inafanya kazi vizuri sana na ukinywa tu ndani ya siku moja utaanza kuona matokeo ni mazuri sana matokeo yake. Mimi mwenyewe nishawahi kuifanya majaribio na imenisaidia sana na imeweza kuwasaidia watu wengi sana ambao nimewaelekeza kufanya tiba hii na ikawapa tiba na hawakuumwa tena. Kwa hiyo huu mmea wa mpapai dume una faida hiyo nzuri sana, lakini pia mmea huu wa mpapai dume mizizi yake ni tiba ya kuimarisha nguvu za kiume. Kwa wale ambao wanasumbuliwa na nguvu za kiume, basi tumieni huu mpapai dume mizizi yake, mtafurahia na mtaenjoy sana katika tendo la ndoa. Ambao mna wapenzi wenu, mna wake, basi nendeeni mkatumie mizizi ya huu mpapai. Chimba mizizi mingi, na ukiwezekana upande hii miti ya mipapai dume iwe mingi nyumbani kwako ili ikusaidie kesho ukiwa na changamoto kama hiyo, au unaweza kama kumsaidia hata jirani. Kwa hivyo faida ya mpapai dume katika mizizi ni kubwa sana. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, utachukua kipande cha tangawizi ambacho ni cha incha mbili, inchi mbili urefu wake. Tangawizi utachukua na mizizi yake kiganja kimoja. Ukishachukua utatwanga mizizi pamoja na tangawizi ambayo nimesha kuelekeza. Ukishamaliza kutuanga, utachuja takataka zake, hayo maji maji utayachemsha kwa muda wa dakika kumi na utatumia kunywa glasi moja asubuhi na jioni kwa muda wa siku saba. Kwa wewe ambao unasumbuliwa na nguvu za kiume, uume hausimami vizuri, haurudii tendo la ndoa vizuri, basi tumia mchanganyiko huo, ili uweze kuinjoi vizuri tendo la ndoa na mashine iweze kufanya kazi vizuri, inakuwa na nguvu, sio legelege tena. Kwa hivyo hii inasaidia kuimarisha misuli ya uume pamoja na kufanya mishipa ya damu isimame, na pia itaongeza joto kwenye damu na itaimarisha mishipa ya damu kuisimama vizuri na kufanya kazi kwa haraka zaidi katika tendo la ndoa ambalo mnashiriki na mwenza wako. Kwa hivyo tumia sana mchanganyiko huu uweze kufurahia mahusiano yako na uweze kupendwa vizuri na kumaliza migogoro katika mahusiano. Tiba asili ni nzuri sana, lakini tiba asili hii unatakiwa utumie kwa muda mrefu, sio ya siku moja. Utumia mara nyingi zaidi zaidi, ili uweze kupata matokeo makubwa zaidi. Mpendwa mtazamaji wangu, kwa wewe ambao unasumbuliwa na kipato, mafanikio hauyapati changamoto kila siku haziishi, kwenye maendeleo yako kila siku unarudi nyuma, kila unachokifanya hakiendi. Tunatoa ndagu ambayo haina masharti mengi. Ndagu hii ni ya asili, ndagu hii inatokana na asili ya mtu na nyota yake. Kwa hivyo karibu sana, tuweze kupatia ndagu ambayo ni ya kurisishana, urisi wa mali na utajiri ambao utaupata kwa kutumia asili yako na haina masharti wala haina kafara. Na pia ndagu hii ni nzuri sana, kwa sababu tayari inakuwa inakupa mwongozo wa nini ufanye na nini usifanye kwa kila siku. Kwa hivyo, mpenda mtazamaji wangu, karibu sana uweze kujiokoa katika mambo ya kipato na mafanikio kwa haraka. Tunazo dawa za kila aina katika ofisi zetu kama unavyoziona Dawa za mvuto nyota, dawa za biashara, dawa za mahusiano, malimbwata, pamoja na chango uzazi na mambo yote ya mfumo wa uzazi. Lakini pia tunazo dawa kwa wale wanaosumbuliwa na minyoo. Karibuni sana sana, mpendwa mtazamaji, tutaonana katika darasa lingine. Nikukaribishe sana na nikushukuru.